Bunge la Uganda hapo jana lipitisha sheria tata kuhusu mswada wa sheria kuhusu UPDF, mswada ambao sasa utaruhusu mahakama za kijeshi kusikiza kesi za kiraia, hatua ambayo imeenda kinyume kabisa na uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ya juu zaidi ambayo ilisema mahakama hizo hazina hadhi kikatiba kusikiza kesi za kiraia. Kutoka jijini Kampala, mwanahabari wetu, Kenneth Lukwago ametutumia ripoti ifuatayo. Moja ya marekebisho muhimu yaliyofanywa na Bunge ni kulitaka jeshi kuweka alama kwenye vyombo vyao vyote ili kuvitofautisha na vile vya raia. Pia sasa ni sharti kwa mkuu wa mahakama ya kijeshi kuwa wakili katika cheo cha jaji wa mahakama kuu, na kwamba aliyehukumiwa anaweza kukata rufaa katika mahakama ya kiraia. Hapa ni mwanasheria mkuu Kiliowa Kiwanuka: We have done what the court required of us. Tumefanya kile ambacho mahakama ilitutaka na kufafanua kwamba mahakama ya kijeshi haina mamlaka juu ya raia wote, bali ni wale tu waliopatikana na silaha kinyume cha sheria na wanaotumia vyombo vya kijeshi. Naamini tumefanya kazi nzuri juu ya hilo. Hapa ni kiongozi wa upinzani katika bunge, Joel Senyonyi. Tumechukua uamuzi wa kwenda kwenye mahakama kwa sababu tuna sababu za kutosha. Kwa mfano, uamuzi wa mahakama ya juu kutoa No, no, no, no. Hukumu raia kwenye mahakama za kijeshi umepuuzwa na hapakuwa na mashauriano ya kutosha ya wadau mbalimbali. Timoth Chimonges ni mchambuzi wa matokeo bungeni. Serikali ambayo tuko nayo ni serikali ya kimajeshi, wanataka kuhakikisha kwa ya kwamba ni wao wanazidi kuongoza. Sheria hii imepingwa na watetezi wa haki za binadamu na upinzani wakisema kwamba itatumika kuwalenga wakati nchi inakaribia uchaguzi ujao. Kenneth Lukwago Kampala, RFI Kiswahili.